Naitwa Daniel Joseph Singa, ni mdau wa sanaa upande wa filamu uh. Niko hapa kwa ajili ya kuangalia maandalizi uh, maandalizi kuelekea uzinduzi wa filamu ambayo inaitwa Mikasa iliyofanyika na vijana wetu kutoka Sumbawanga mkoa wa Rukwa na kuweza kuwasapoti pia, eh, kwa namna moja ama nyingine, ili kuhakikisha eh, swala lao linaenda sawa na waweze kufikia malengo uh, lakini pamoja na hilo ndugu uh, zetu mbalimbali marafiki ndugu na jamaa eh, wanao wa wadau wa michezo, lakini pia wadau wa sanaa kuja kwenye ukumbi huu siku ya tarehe ishirini na tisa. Kiukweli uh, bado tujaiona filamu, lakini kwa jinsi tunavyoona short clip unaona maandalizi ni mazuri kiukweli. Sasa wao wanahitaji support ili kuweza kuisambaza zaidi na kuendelea kukuza vipaji ndani ya mkoa wa Rukwa pamoja na manispa ya Sumbawanga. Kumbe wewe mdau wewe mwana Rukwa wewe Mtanzania unakaribishwa sana kwa ajili ya kuangalia filamu hii inayoitwa Vikasa siku ya tarehe 29, ni weekend ijayo, itakuwa ni Jumamosi. Mimi tayari nina kadi nimepata hiyo tayari, niko na kadi ambayo ni ya mwaliko lakini pia inayohusu mchango. Kwa binafsi yangu nimeshaanza kufanya maandalizi ya kuwachangia leo lao tarehe 29, tuweze kufanya maandalizi mazuri ya kuzindua filamu yetu.